Yes, ilikuwa ni wiki kadhaa sasa ngoma ya Mbosso darasa dara la saba ikifanya vizuri ikiwa on trend namba moja, na hapa zikatoka ngoma nyingi sana kulipo, Nandi, Zuchu, Davido, Ali Kiba waliweza kutoa ngoma kibao hapo katikati, lakini Mbosso kani nashikilia amekaa hapo kwa wiki kadhaa sasa. Diamond Platnumz kwa siku jana ameweza kuachia ngoma yake ambayo inaitwa Natulizana, au sio? ngoma ambayo ilionekana kama haifani vizuri hivi lakini finally kwa sasa ngoma hiyo inashika namba mbili, so tutegemee muda wote, huenda mpaka ikifika, uh, baada masaa matatu au matano huenda ikashika namba moja, lion akarudi katika ufalme wake kama uh, kawaida. Maana hii imekuwa ni bato sasa ya ya muda mrefu, na watu wakisema imekuwa namna gani, watu wakutegemea kwa Diamond Platnumz Platnumz Platnumz Platnumz mpaka sasa hivi kuzoshika namba moja wakati ni kawaida yake kwa top namba moja, ama sio? Yes, for more information, siache kusubscribe share na kulike.